Niombe sasa nimwalike mratibu wa tukio hili la utoaji wa bima za afya aje kutupa taarifa wakati tunaja na ratiba. Karibu sana msoma taarifa kwa ajili ya kutupa taarifa, DJ mlete msoma taarifa. Asante. Taarifa ya utekelezaji mpango sekta ya afya taasisi ya Tulia Trust 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mkurugenzi wa Taasisi ya Tulia Trust, Mbunge wa Jimbo la Mbeya mjini, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Comrade Juma Zbel Homela, ndugu viongozi wa serikali, ngazi ya wilaya, kata na mitaa, ndugu viongozi wa vyama vya siasa, ndugu viongozi wa dini zote, ndugu viongozi wa kimila ndugu waheshimiwa madiwani, ndugu waandishi wa habari wa ndugu wageni waalikwa wote na wananchi wote mliofanikiwa kuhudhuria katika tukio hili. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Asalamu aleikum na wasalimu. Kupitia jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mgeni rasmi, Taasisi ya Tulia Trust ni taasisi isiyo ya serikali inayojihusisha na uboreshaji wa miundombinu katika sekta ya elimu na afya pamoja na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Katika sekta ya afya, Taasisi ya Tulia Trust tunaunga mkono kwa vitendo jitihada za serikali ya awamu ya sita ya kuhakikisha wananchi, hasa katika sekta zisizo rasmi, wanapata matibabu kupitia mfumo wa bima ili kufikia lengo la afya bora kwa wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkulugenzi wa taasisi ya Trust, mbunge wa jimbo la Mbeya Mjini, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, sekta ya afya kwa msimu wa mwaka 2024 20, mbea mjini, taasisi ya Turia Trusti, tumefanikiwa kutoa bima za afya kwa kaya 2670 ambazo ni sawasawa sawa na wananchi kumi na sita elfu na ishirini ambao wanufaika hawa ni wazee, walemavu na kaya zenye mahitaji maalum. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo tarehe 27, mwezi wa pili, taasisi ya Tulia Trust tunahitimisha zoezi la bima lililoanza lililo rasmi tarehe 18, mwezi wa pili, ambapo maafisa wa Tulia Trust kwa kushirikiana na wasajili tumefanikiwa kuzifikia kaya 1500, ambapo ni sawasawa sawa na wananchi elfu tisa kutoka kata zote za jiji la Mbeya. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkurugenzi wa Taasisi ya Tulia Trust, mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na rais wa umoja wa mabunge duniani, kwa mfululizo wa misimu sita, yaani 2019 hadi 2025 Mwaka huu Taasisi ya Tulia Trust kwenye sekta hii ya afya hapa Mbeya mjini tumefanikiwa kufikia lengo la kuwahudumia wananchi takribani 25,020 na uhitaji wa dharura katika hospitali ya Rufaa ya Kanda na nje ya mkoa wa Mbeya. Lakini pia, Mheshimiwa mgeni rasmi, Taasisi ya Tulia Trust tumefanikiwa kufanya ujenzi na ukarabati wa majengo mbalimbali ya mbali afya hususani jiji la Mbeya mjini. Mheshimiwa mgeni rasmi, lakini pia tulifanikiwa kufanya kliniki ya macho bure ambapo wananchi wa Mbeya ni mashahidi walipata vipimo na matibabu bure katika viwanja hivi vya Rwanda Nzovwe. Lakini zaidi tumefanikiwa kusambaza na kugawa vitanda vya kujifungulia kina mama sambamba na mashuka. Mheshimiwa mgeni rasmi, sambamba na zoezi hili la bima leo tutagawa nguo ambazo tumezipokea kwa wadau mbalimbali ambao wamekuwa sehemu moja au nyingine kufanikisha zoezi hili la leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio haya makubwa wakati wa zoezi lina likiwa linaendelea, tumebaini changamoto ambazo ikikupendeza tunaomba tupate majibu ya moja kwa moja kutoka kwako au kwa wahusika. Mheshimiwa mgeni rasmi, changamoto ya kwanza Idadi kubwa ya wananchi wenye uhitaji wa bima za afya hususan wazee, walemavu na kaya zenye mahitaji maalum. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu msimu ujao vijana wako tupo tayari kupokea maelekezo yoyote utakayotuagiza kwa ajili ya kuwatumikia wananchi hawa hususani katika sekta hii ya afya. Pili, mheshimiwa mgeni rasmi ili kufikia lengo ili kufikia lengo, lengo la bima za afya kwa wote bado tuna uhitaji mkubwa sana wa kuwaelimisha wananchi juu ya umuhimu wa bima za afya hivyo, tunaomba wizara husika kuandaa mkakati mzuri wa kuwaelimisha wananchi juu ya manufaa na maslahi makubwa ya bima za afya na bima za afya kwa wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, Taasisi ya Tulia Trust inatoa shukrani za dhati kwa mkurugenzi wa taasisi yetu kwa utayari wa kuendelea kuwahudumia Watanzania kwa moyo mkunjufu kadri Mwenyezi Mungu anavyokubariki. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunatoa shukrani zetu za dhati kabisa kwa mkuu wetu wa mkoa Comrade Juma Zuberi Omera, pia kwa mkuu wetu wa wilaya Mkurugenzi, mea RMO, DMO, maafisa wa Tulia Trusti wote pamoja na wasajili wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha zoezi hili ambalo tunalihitimisha leo linafanikiwa kikamilifu. Sambamba na hilo, Mweshimiwa, tunatoa shukulani zetu za kipekee kabisa kwa Achimwene Safaris, Nasla House of Fashion, Mbea Boy, Madam Juliana Kibasi, Mheshimiwa Atum Sai, Mheshimiwa Maulid Jemedali, Diwani wa Majengo na wengine wengi kwa kutoa michango yao ya nguo ambayo leo tunakwenda kukabidhi kwa wananchi hao ambao pia wananufaika na zoezi la bima. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia shukrani za dhati kabisa kwa viongozi wote wa serikali za mitaa, madiwani kwa ushirikiano wao walioonyesha wakati wa zoezi la uandikishaji. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba Mwenyezi Mungu aibariki Mbeya, Mwenyezi Mungu aibariki Tanzania, na Mwenyezi Mungu aibariki Afrika. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana na kwenda kukabidhi taarifa sasa kwa mgeni rasmi. Piga makofi mengi sana kwa mratibu. Taarifa nzuri kabisa, imeshiba anakwenda kukabidhi sasa taarifa kwa mheshimiwa mgeni rasmi. Lakini wakati huo, niombe mama Samia Legal Aids, tutakuwa tunasogea hapa kwa ajili ya neno kwa ufupi sana. Tutakuwa tunasogea wakati mratibu anakwenda kukabidhi taarifa ya zoezi zima kabisa la bima. Mama Samia Legal Aids, naomba sogea hapa mbele, mama Samia Legal Aids.